sana katibu, ni ripoti nzuri inaonyesha matumaini makubwa kwa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Nashukuru wafanyakazi wote kwa kumsaidia katibu tendaji na pamoja na ukurugenzi wake, na hatimaye kufikia hatua ya kuweza kuwasilisha ripoti hii nzuri ya miaka mitano. Haya ndio mambo ambayo tumeahidi, tumea tokea tulipoingia madarakani mwaka elfu mbili na ishirini. Rais alitupa majukumu tusimamie taasisi tuzisimamie taasisi kwa chini yetu Nkakadia hali Mungu alivyonijalia, tumeweza kufikia hatua hii ambalo mnawasilisha ripoti meona wenyewe mapato ya miaka 2021 tuko kwenye milioni 67 leo tunazungumza habari ya bilioni tano. Ni kitu ambacho kikubwa mno, mmewekeza tayari kwenye mfuko ule wa sukuk 5.5 bilioni, hausio? Sio na tunatarajia machuriti yake kishapea ule mfuko, tutapata karibu milioni mia saba. Ni hatua nzuri, shukurani kwa kazi nzuri mlioifanya. Bodi imefanya kazi nzuri sana, katibu mtendaji na timu yako ya wakurugenzi imefanya kazi nzuri sana na hasa hasa katika eneo la kusimamia masuala ya hija. Hili nalipongeza sana sana, mlifanya kazi nzuri, ni shahuda wafanyakazi wote wa Kamisheni Wakfu waliosimamia zoezi zima la mahujaji tokea wakati wa kuwaandikisha hatimaye kuwasafirisha na kuwapokea. Na safari hii mimi nilifanya jukumu maalum, si kawaida nikuja pale kuwasafirisha na makundi mawili matatu pale, na nimapokea makundi mawili matatu. Nilikuwa naangalia mengi zaidi ya kile na nakiangalia kwanza nishukuru mamlaka ya viwanja vya ndege. Kwa kweli wametupa mashirikiano makubwa sana. Kwa hivyo nashukuru mamlaka ya viwanja vya ndege katika suala zima la mahujaji namna walivyowashughulika tokea wanaondoka na walivyorudi. Shirika la ndege la Saudi Arabia na mashirika mengine ambayo yametusaidia kubeba mahujaji wetu. Lakini mjue kwamba haya yanafanyika baada ya kazi kubwa iliyofanyika kunyuma. Kazi haikuwa hivyo kunyuma. Na mimi mwenyewe na, nasimamia na, kwenda katika mikutano mbalimbali kuhakikisha haya mambo yanaenda vizuri. Hata manung'uniko na masikitiko safari katika mahujaji wetu yalipokwenda huko yalipungua sana. Ya kibinadamu yapo, huwezi kuwa efficient 100%.